Amma baadu, ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibu katika darasa nambari 54 katika, katika mfululizo wa darasa za aqida na tauhidi zinazotoka katika kitabu cha khudh aqidataka min alkitabi wassunna. E, kitabu hiki kidogo kina mambo makubwa ikiwa Muislamu atasoma mwanzo mwisho e, maelezo haya atakuwa amepasa, amepata kiasi e, la basa bihi kinachotosha katika levo ya msingi ya kuwa yeye amebeba aqida ya Kiislamu. e, tuna unwani, tuko na unwani inayosema hal nastaghni bil Qur'ani anil hadith je, tunaweza kutosheka na Qur'ani tukaachana na hadithi. Kuna watu wana madai potofu kwamba hadithi zingine ziko ambazo ni dhaifu, kwa hivyo tuachane nazo. Ee, ikiwa watu watachukua msimamo huu, nataka kuongea kwa lugha ya akili tu kidogo. Ee, ikiwa watu wataacha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama zilizo sahihi kwa sababu ya kwamba kuna watu wamesingizia, wao watakuwa wapi na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, eh, aliposema khudhu anni, chukueni kutoka kwangu. Acha hiyo, Mwenyezi Mungu azza jalla amesema, wamaatakum rasulu fakhudhuhu, aliokupeni mtume achukueni. Tutakuwa wapi na kauli yake Mwenyezi Mungu azza jalla ninyi mna kigezo kizuri kwa mtume sallallahu alayhi wasallama hadithi ndio zilieleza aliswali vipi alifunga vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Ni kwamba itakuwa faida ya kuletwa mtume, yani nusu ya faida ya kuletwa mtume, ya kuletwa mtume sallallahu alaihi wasalama itakuwa imekufa. Mwenyezi Mungu azza wajalla ametupa Qurani kupitia mtume sallallahu alaihi wasalama, alafu huyu mtume ni kama ame, yani tukiacha kauli zake ni kama alikuwa yuko tu E, haku, haku, haku input chochote, hakusherehesha chochote, hakutoa maelezo yoyote kuhusiana na Qur'ani na hadithi pale ilipotuambia tuswali, tuswalije? tulipoambia tufunge, tufungeje? maana yake Mtume Muhammad sallallahu. Sisi, sisi tunaposema tuchukue hiki tuache hiki, twasema kwa maneno yetu na twasajili maneno yetu katika mihadhara, watu wachukue maneno yetu waka. Wakayafanyie kazi na wayaelewe na tunasema kwamba maneno yetu ni mwongozo. Jamani, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasiwe ni mwongozo. Maneno ya walinganiaji wali, wa dini yawe ni maneno ya maana walipo Allah, Allah, Jalla wa Ala aliposema waman ahsanu kaula mimman daa ila Allah. Hizi kauli za watu wanaolingania kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri sana. E, tumesajili. Sisi wenyewe tunasema hatutaki hadithi. Tumesajili maneno chungu mzima na maelezo chungu mzima na tukayahifadhi na tunayaposti kwa watu wayasikilize. Eti maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yawe hayana kazi katika maneno mazuri ya walinganiaji, maneno ya Mtume yasikwepo kweli? Na kama unaweza kuacha maneno kwa sababu kuna maneno mangine yanaweza kupotosha, kama utaacha kwa, kwa hoja hii, basi kuna watu wamekwisha ku, wamejaribu jaribu hawakufanikiwa kutengeneza kopi za Qurani, basi tutasema na hii nayo tuiache, kwa sababu kuna kuna shubha shubha katika hili mbona? Tunapokuwa katika kadhia za mahakamani tukiletewa mashahidi, mbona huwa tunachambua huyu shahidi ni ushahidi wake ni sahihi, na huyu ushahidi wake sio sahihi? Mara nyingine sio ushahidi wake ni sahihi au sio sahihi, huyu hafai hasa kuwa shahidi katika kadhia hii, anayefaa kuwa shahidi ni huyu. mbona Uh, ule utata wa kwamba kuna mtu atasema urongo kuna mtu atapotosha katika ushahidi, mbona hautupelekei ha tukasema hii kadhia mahakamani itupiliwe mbali kwa sababu imeingiwa na utata? Wani, nini, hatuwezi ni nini, tatizo nini? Kukwepa tatizo sio, sio, sio suluhisho la wanaume kukunini, bali kama wewe umeshinda kung'amua hadithi sahihi, Mwenyezi Mungu azojala ame, ameandalia dini hii wanaume kina Bukhari, kina Muslim kina Ahmad kina Imamu Malik kina Atirmidhi At na maimamu wote wanne wafiqhi wa, wa, wa, wa walikuwa ni wana hadithi, ila wamezidiana tu. Waliowazidi wenzi wao ni kina Imamu Malik kina Imam Ahmad Muhammad kina An-Nasa'i kina Ibnu Maja wana wachuoni tokea zama zile mpaka leo, na hadithi, hadithi zimepambanuliwa zilizo sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zilizo dhaifu zimeainishwa. Kwa hivyo hiyo ni hoja dhaifu sana. Tutaswalije sasa? Mwenyezi Mungu azza jalla, kwa, kwa kuwa anajua yuko mtume sallallahu alaihi wasallama akasema tuswalini, hatu akasema turukuni, akasema tusujuduni, hatukuambiwa kwa kaifia gani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaonyesha, akatoa maelezo kwa maneno na akatenda, asema sallu kama raitumuni usalli akarukuu ikawa ndio tafsiri ya hiyo rukuu iliyotajwa katika Qur'ani. Akasujudu ikawa ndio tafsiri ya hiyo sija iliyotajwa katika Qur'ani. E, tumeambiwa tujitoharishe lakini kwa namna gani? mtume sallallahu alaihi wasallam akafafanua. Toeni zaka kwa viwango gani? mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akafafanua. E, yani ukiacha hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yani hii Qurani ni kama vile umeibakisha ipo, lakini utashindwa kuifanyia kazi katika maeneo mangi. Mwenyezi Mungu azza jalla anasema kabla hatujaanza kusoma yaliomo katika kitabu e, waanzalna ilaika dhikra, au wanaosema wanafata Qurani walazimike wa kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hiyo Qurani e, nini? Waanzalna ilaika dhikra, tumekuteremshia dhikri, tafsiri tafsiri yoyote ya neno adhikiri, najua neno adhikiri lina tafsiri ya Qurani au hadithi. Kwa nyinyi mnaokata hadithi, mtasema tu anzalna ilaika dhikra, yani tumekuteremshia Qurani. Tunakwenda na hiyo hiyo, tumekuteremshia Qurani, yani anasemeshwa hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, litubayina linasi, ili uwabainishie watu. Anayebainisha nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna hiyo dhikri ambayo inatakiwa ibainishwe na mtume na inatakiwa ibainishwe, ndio maana Allah amesema ili uwabainishie. Kwa hivyo ile bayana yake ndio sisi tunaita, tunaita ni hadithi au ni sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mwaiondoa, kwa hivyo mwapunguza katika makusudio ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla kwa sababu Allah Azza Jalla amelenga Qur'ani ije, alafu na mwalimu wake ambaye ataitafsiri hiyo Qur'ani hata wanadamu katika vitabu vyao, kwa mfano kitabu cha katiba ya nchi huwa hakitafsiri na mtu hakitafsiri na mtu yote kinatafsiriwa na, kina ta, na wanasheria majaji, na mawakili na mahakimu na wengineo. Kwa hivyo kitabu cha Mwenyezi Mungu azza wajalla kimeletwa, kikaletwa mtala ni pamoja na walimu. Si mtala, sio vitabu peke yake, sio Qur'ani peke yake. Mtaala wa dini ni pamoja na mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Allah anasema tumekuteremshia dhikri, tuseme Qur'ani, kwa tafsiri ya nini ya ubaguzi eh, Qurani, ili wewe Muhammad uwabainishie watu, sio qurani ijibainishe yenyewe, ibainishwe na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hiyo bayana ya mtume Allah anataka tuichukue kwa hoja zenu, tukiacha tutaacha, hii tutakuwa tumeacha sehemu ya dini, litubayyana linasi maa nuzila ilaihim, ili wewe uwabainishie watu yale ambayo yameteremshwa kwa wao. Kwa hivyo hapa kuna vitu viwili. Kuna kitu kilichoteremshwa ambacho ni Qur'ani na kuna bayana inayotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vote vimekusudiwa. Mada hii imemalizika kirahisi kiasi hiki. Na man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la, ambaye Allah amemuongoza huwezi kumpotea, huwezi kumpotoa. Ambaye Allah amemuongoza huwezi kumpotoa, kumpotoa kumpoteza, wala kumpotoa, na Allah ambaye amempoteza huwezi kumuongoza Tusome katika mtaala wetu, anasema: hal nastaghni bilqurani ani lhadithi, je tutosheke na qurani tuachane na hadithi? Anasema: aljawabu la nastaghni bilqurani ani lhadithi. Ninasoma katika ukurasa nambari 25 katika chapa hii, anasema: la nastaghni bilqurani ani lhadithi, tusitosheke tu na qurani tukaacha hadithi. Qala llahu taala Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema waanzalna ilaika dhikra tumekuteremshia dhikr ili litubayina linasi ili wabainishie watu ma nuzila ilayhim yale ambayo yameteremshwa kwa wao wa qala sallallahu alayhi wasallam na mtume amesema ala tanabahini wa inni hakika mimi utitu alqurana nimepewa qurani wa mithlahu maahu na mfano wa qurani Yani, yale yanayoyasema Mtume ndiyo yale yale ya Qur'ani, ndio mfano hayo ya Qur'ani. Yaani, maneno ya Mtume yanasherehesha hiyo Qur'ani na yanaendana na, yana na suali la kujiuliza, kwa nini Mtume atoe taarifa hii? Maanake hii ni taarifa tu ambayo haisemi fanya au acha. Hii taarifa ililenga nini? Ililenga kufuta hiyo mafumu kwamba tushikamane na Qur'ani tukatae hadithi. Ndiyo maana anasema mimi nimepewa Qur'ani pamoja na hiyo Qur'ani, kingine mfano wa hiyo Qur'ani hadithi hii ni sahihu na rawahu Abu Dauda wa ghayruhu, imepokelewa na Abu Daud na wengineo katika wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam.